Naitwa Ngei Mashoka. Ni mkazi wa kijiji cha Marambeka, kitongoji cha Koromore. Jana muda ya saa nne nikapata simu kwamba kuna tukio limetokea au mbini, nikaenda nikakuta, kuna tukio limetokea. Mimi sikachomwa visu, aliyemchoma ni huyu rafiki yetu Ndege Makebe. Basi kwa maana hiyo tukashia pale, watu tukasambaratika, marehemu akabebwa na bwana salama, akaenda mochari. Baada ya saa 7 nikapata simu kutoka kwa rafiki yangu aitwaye Walioba Mikabe kwamba vana rafiki yetu amefanya jambo, lakini nimempata kwenye simu saivu, simu yangu ameipokea, ila amesema anakufa, mida yake ikifika atakufa. Sasa vana rafiki yetu na yeye ndio hivyo, vanakashaniaga kwa mara ya mwisho. Kwa hiyo ndugu yetu anakufa. Yeye alipopiga simu, anaishi wapi? Yeye anaishi Msoma, anaishi Msoma kwao ni Cingati lakini yuko Msoma kikazi <laughs> basi, baadaye akakata simu. Mimi nikawa sina salio, kwa kweli sikulala hivyo. Nikafika saa nane kama na robo usiku, usiku nikampigia simu nikamtafuta tafuta, nipigie mama akanipigia, alionipigia akasema, bwana, mpaka sasa simu ya jamaa haipatikani. Na alisema kwamba, bwana, mimi nakufa, na sehemu mtakayokufa mtakayonikutia ni mazingira, nyumbani kwangu kuna mikwaju miwili, mje kwenye mkwaju wa pili, kama mnashuka chini, basi Hoja maka nimbe kwamba jamaa amenipa maelekezo na mwelekeo, lakini basi amesema kwamba bwana, mke wangu nimemwacha Ana na mazingira nayoishi ni magumu. Kinachotakiwa nyinyi kama rafiki zangu, mfanye utaratibu wa kumtumia nahuri ya aje kesho, na wewe nakuomba ufike mtibani kwangu. Jamaa aka niomba kwamba bwana, unaonaje ukitafuta nguvu hapo mwende. Kwa kweli mimi nikawa nimepata uoga sana. Ikawa mpaka asubuhi amenipigia, bwana hebu jaribu kwenda eneo ambalo jamaa alisema kwamba tutamkuta kama yupo au vipi? Bahati nzuri, asubuhi nimeamka nikakutana mdogo wake, mtoto wa baba yake sio tumbo moja, lakini nikamweleza alipo, niweza kusema baba na yeye ameshuka huku, yupo nyumbani kwenu kule. Nikasema basi tumwache kwanza mzee Hebu nikamisha huo ujumbe niliopata. Basi tukaenda na yule dogo na dogo mwingine tena, kapatikana naye tena, ni kaka yake mtoto wa baba yake mwingine. Tukaenda kwetu tukamkuta yule jamaa nikimwendea, tukarudi mpaka nyumbani kwetu, mimi kwa babangu. Yani tukamkuta yule mzee yupo, ambaye ni babake na marehemu. Wakati huo hawana taarifa yote, hawana taarifa yote. Mhm, nikakuta familia ya marehemu iko pale. Basi ndo nikamweleza mzee, nilipata simu ya namna hii na asubuhi nimepata tena. Sasa kweli nimeenda kufuatilia jamaa, jinsi alivyonielekeza, kwa nimekuta yule rafiki yangu afanyaje, kafariki Ndo... <coughs> sasa tukaondoka pale mpaka kwenye tukio. Shida nini? Ha, shida hiyo kio kiulizo, shida nini, shida asemi. Namuza bana, kama ni maisha yamekuwa magumu. Shombe msaada kwa watu. Ni asemi. Ikawa hivyo hivyo. Kwa kiukweli kabisa chanzo. Tuseme ni wivu wa mapenzi tu ndio umeleteleza mpaka imekuwa hivyo. Mahusiano yake na Nisa ambaye anatajwa hivi. Wewe yeah, ulikuwa unayafahamu? Hayo mahusiano, kijiji kizima tukio kinajua kwamba ulikuwa na mahusiano. Bana, alikuwa ni mtu wake wa karibu sana, hata akipata tatizo kwenye familia alikuwa anamhusisha nani? Nesi yule nimepata tatizo kwenye familia anako kipaumbele kumsaidia ile tatizo. Pia vile vile hata familia ya marimu inamtambua. Na anamtambua yule nesi kwamba ni rafiki wa huyu marimu. Lile suala la ugomvi na kutoelewana sikuwa nalifahamu lile, kati ya ndege na nesi yule, nimekuja kurijua jana kwamba kidogo walikuwa wamepishana kima, kimazungumzo imeleteleza mpaka jamaa amepata hasira ya kufanya vile alivyofanya.